Ni katika mgodi huu uliopata ajali na kusababisha vifo vya watu sita. Baadhi ya wachimbaji wanaeleza tukio lilivyokuwa pamoja na changamoto iliyosababisha ajali hiyo. Wachimbaji wenzetu wamepoteza maisha leo, kwa masikitiko makubwa tunaomboleza. Hatuwezi kulaumu sana, ni mipango ya Mungu na sote tupo chini ya Mwenyezi Mungu. Narudi kugusia kwenye swala aliloongea ndugu yangu. Tukikumbuka enzi za maduara tulikuwa tunaishi vizuri, enzi za maduara, enzi za maduara mtu ulikuwa mnachimba, lakini vifo vikuwepo vingi kama kama vya sasa hivi, si ndio hivyo? Ukilinganisha sasa hivi kwenye matrencha kumekuwa na vifo vingi tofauti na kipindi cha maduara. Lazima tuwekane wazi. Kingine Ki mheshimiwa, inatakiwa ukijue kama hatutaongea kuhusu hili, tutaendelea kufa kila siku. Kuanzia kitalu namba moja mpaka kitalu namba kumi na tano ili uingie kuchimba mpaka maelekezo kuna ulinzi tofauti na hata na benki. Sasa mtu analazimika kwenda eneo hatarishi akapata riziki kwa sababu kila sehemu imezuiliwa. Julius Mtatiro ni mkuu wa wilaya ya Shinyanga, anaeleza jitihada za serikali kushirikiana na wachimbaji wadogo kuopoa mili iliyokuwa imenaswa pamoja na majeruhi wao. Waliingia katika hilo eneo la open cast wakanijulisha mkuu wa wilaya, tulikuwa tunataka tupate chochote na baadaye e, gema kubwa likameguka kutoka kwenye open cast na kuanguka katika eneo ambalo yalilokuwepo, na kwa hiyo ndiyo madhara hayo yakawa yamejitokeza. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa wilaya ninashukuru kwamba tunao vijana ambao wanaweza kabisa kupambana vyema na kwa utulivu katika nyakati ambazo zinakuwa ni ngumu Mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa wa Shinyanga, ambaye ni mkuu wa mkoa huo, amethibitisha tukio hilo na kueleza hali halisi ya vifo na kwa jitihada kubwa ambazo zimefanywa. Maelezo tulionayo sasa hivi ni kwamba wananchi kumi na sita ndio ambao wanathibitika mpaka sasa hivi kwamba walikuwepo katika eneo hili. Vyombo vilivyofanya shughuli hizi hapa zimeweza kugundua maiti tano jana watu waliofariki watano na leo asubuhi amepatikana tena mtu mmoja, wakawa watu waliofariki ni watu sita na watu kumi na moja walijeruhiwa. Kwa hiyo katika idadi ile iliyokuwa inasemwa sema watu kumi na moja na watu sita hawa wamepatikana, wale waliokuwa nasema kumi na saba ishirini ni idadi ambayo inaakisi idadi iliyoonekana huku.